Io tunaangalia namna ya kukamilisha taski hapa au jinsi ya kukamilisha kazi ya siku. Kwa mfano hapa ni yuko vya 2 tu. tunaweka namba yake hapa ya, pamoja na password. Tuna login kuna home, kuna taski, kuna vip, kuna profit, kuna account. Si tunaingia hapa kwenye taski, maana tunataka kukamilisha kazi ya leo. Kwa hiyo hapa unaona kuna task remain today ni tano, task complete today ni sifuri. Kwa hiyo tunatakiwa tu complete complete miziki yote mitano amia upande wa huku. Kwa hiyo tutaanza kuplay, labda tunamjeza picha yoyote, labda tuanze na picha hii hapa. Ukibonyeza hapa itakuletea nyimbo kama hii, utabonyeza hapa chini hapa kuna sekunde hizi hapa zinaanza kuhesabu. Kwa hiyo ikifika sekunde ya kumi unaenda utabonyeza hapa kwenye neno leo, ndio submit complete task. Kwa hiyo hapa imefika kumi, sekunde kumi, mimi nabonyeza hapa, complete submit complete task. Kwa hiyo hapa ime remain, imebaki ya minne hapa, task complete ni moja, kwa sababu tushasikiliza nyimbo moja. Kwa hiyo tukisikiliza nyimbo nyingine, basi miziki inaamia upande wao mpaka inaisha. Prosesi ni hizo hizo, tunasikiliza ndani ya sekunde kumi na kuendelea. Kama utataka kusikiliza dakika zote nane ziisha, au ni sekunde hizo kumi usubmiti, ni wewe tu. Hapa task remain ni baki ya tatu, taski kompliti ni baki ya mbili. Kwa hapa tutabonyeza tena, tutasikiliza nyimbo hii inayofuatia. tutaongeza nyimbo na kupatia hapa, ambapo sekunde hizi hapa zinasubiri, unasubiri ifike sekunde ya 10 kishafika sekunde ya 10 tuna submit complete task hapa. Task complete ni tatu, zilikuwa ni sifuri huku zilikuwa tano, lakini hapa zimebakia mbili, huku tatu. Kwa hiyo hapa zimebakia pia mbili, ambazo tukimalizia jumla zinakuwa zimehamia tano huku kwenye complete task. Kwa hiyo tunabonyeza tena hapa Nasikiliza nyimbo ya nne, sekunde hizi hapa zinahesabu, sekunde ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya kumi, kwao tunasubmiti hapa. Imebakia nyimbo moja hapa kwenye task remain, zilikuwa ni tano, lakini hizi task kompliti kulikuwa ni zuri. Kwa hiyo ukishazisikiliza zinahamia hapa, zinatoka hapa kwenye remain, zinahamia hapa kwenye completed today. Kwao tunamalizia nyimbo hii moja aliyobakia. Ni wewe, sekunde akumye, ni hivyo hivyo, ifika sekunde ya kumi takatkusikilize nyumbo yote niwee apo fika sekunde ya kumi na submit, naingia hapa kwenye akaunti hela yangu imeongezeka. Ilikuwa kwenye elfu nne na, na mia tano, lakini sasa hivi imeongezeka imefika elfu sita na mia thelathini na nane ko hapo nakuwa tumemaliza kazi yetu kwa siku ya leo. Kwao kesho tena utaingiza elfu moja mia saba hamsini ko t hapa utachukua hii elfu sita na mia thelathini na nane kijumlisha na hii itaongezeka kesho kutwa tena hivyo hivyo, pesa inakuwa inaongezeka kwa namna na hiyo. Na pia kuna viwango vya kutoa kama hapa vinavyoonekana, ila hapo kwanza ni mambo mengine, haina shida, tukishamaliza tutaangalia. Kwa leo, tuangalie tu jinsi ya kusubmiti au kukamilisha